Na Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo tumepata kibali na neema mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Na siku ya leo imempendeza Bwana tuweze kujifunza kuhusu kabila la Yuda. Mpendo katika Bwana, leo tunajifunza kuhusu kabila la Yuda. Najua umewahi kulisikia kabila la Yuda, na kama hujawahi kulisikia kabila la Yuda au Yuda, Yuda alikuwa ni mtoto wa Israeli au Yakobo. Yuda huyu alikuwa ni miongoni mwa watoto wale ale kumi na mbili kama mmesikia kabila kumi na mbili za Israeli. Na Yuda naye alikuwa ni miongoni mwao. Sasa huyu Yuda alikuwa na tabia zake na siku ya leo tutakwenda kujifunza tabia za kabila la Yuda. Kwa nini tunajifunza tabia za kabila la Yuda? Mpendwa katika Bwana, ungana nami kwa majina yangu, naitwa Bryan Frenki. Napenda kukaribisha katika channel yetu hii ya Trust Gospel, iamini injili wakati umekwisha. Kama uja subscribe, uweze kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapoziupload au kuziweka mtandaoni. Basi bila kupoteza wakati, twende tukajifunze. Huyu kama nilivyomweleza Yuda alivyokuwa ni kwamba Yuda alikuwa amezaliwa na ndugu zake, lakini kwa nini sasa tunataka tumuongelee huyu Yuda? Kwa sababu alikuwa na upekee sana. Huyu Yuda alikuwa na tabia za kipekee sana, na hizi tabia za, za kipekee, nilipokuwa nikisoma Biblia kutoka katika kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, nimeona namna gani ambavyo huyu Yuda alikuwa na, na kibali na neema. Kuanzia yeye Yuda na katika watoto wake tabia za kabila la Yuda zilikuwa ni tabia ambazo zimeenda kwenye mfumo unaofanana sana sana sana sana, kuanzia Yuda mwenyewe, akina Pelesi, akina Obedi, akina wote, wakina Daudi, wakina Ezekia, wakina Yoshafati mpendo katika Bwana mpaka Yesu Kristo. Kwa nini Mungu leo kwa nini tunaliongelea kabila la Yuda? Ni kwa sababu, kwa nini, nikajiuliza swali kwa nini Yesu Kristo azaliwe kabila la Yuda? Kwa nini azaliwe kabila la Yuda? katika ile Mwanzo arobaini na tisa ukianza kusoma mstari wa tisa, hasa ule mstari wa kumi, anasema hivi: wakati Yakobo, anatoa baraka kwa watoto wake, alipofika kwa Yuda akamwambia, fimbo ya enzi haitaondoka mikononi mwako na, na atakayezaliwa kwako, mataifa watamtii. Okay, wale, mataifa watamtii Yesu Kristo. Kwao nikagundua kwa nini sasa Yuda, kwa nini Yesu Kristo azaliwe kwenye kabila la Yuda? Nikabidi nianze kujifunza tabia za kabila la Yuda. Na siku ya leo tutakwenda kujifunza tabia tano, za kabila za, tab, tabia tano za kabila la Yuda. Mpendwa katika Bwana, kabila la Yuda kwanza ni kabila lenye fadhili, ni kabila lenye huruma, ni kabila lenye upendo, ni kabila lenye amani, ni kabila lenye upatanishi Mpendo katika Bwana, vitu hivi tutakwenda kujifunza leo katika kabila la Yuda. Kwa nini ninaongea jambo hili? Mpendo katika Bwana, ungana nami tukajifunze jambo hili kuhusu kabila la Yuda. Najua stori hii itakuwa ni stori nzuri sana kwako na kitu hichi kitakuwa ni kitu kizuri sana kwako kama kilivyokuwa kizuri kwangu, nikakifurahia sana, nikaelewa ha, kumbe Mungu ulikuwa unamaanisha hivi. Mpendo katika Bwana, kwanza kabisa yu, Yuda alikuwa na tabia ya upatanishi ukianza kuanzia Yuda mwenyewe, akina Pelesi, akina Obedi, watu wote fata fata fata mpaka Yesu Kristo. Tunaona Yesu Kristo alikuja kutupatanisha sisi wanadamu pamoja na Mungu, alikuja akawa mpatanishi wetu sisi na Mungu, tuweze kupatana sisi na Mungu, tuweze kupatana. Anasema hivi kule kuwa sawa na Mungu hakuona kitu cha kushikamana nacho, akaamua aiache enzi ashuke chini, akawacha utukufu wote ili kuja kutokoa mimi na wewe. Mpendo katika Bwana, ni upendo wa ajabu sana ambao alionyesha. Ndivyo ambavyo ulikuwa kwa Yuda. Yuda katika ile Mwanzo, ukisoma Mwanzo arobaini na nne anzia kusoma mstari wa kumi na nane soma mpaka mstari wa thelathini na nne utaona kuna kisa kinavutia sana pale mahali hapa ni, ni taifa la ni hawa Yakobo, ametuma wa watoto wake waende waende Misri, wameenda zamu ya kwanza wamerudi, zamu ya pili. Waliporudi Yusufu akiwa waziri mkuu kule Misri, akamng'ang'ania, akang'ang'ania, akamng'ang'ania Benjamini, ambaye alikuwa ni mtoto mdogo, ambaye Yusufu aliwapiza watoto wake kwamba huyu Benjamini mrudi naye, msiporudi naye hakika mtanyezika, ataumia, siwezi kukubali kumpoteza tena Benjamini, maana nimempoteza Yusufu. Tukumbuke Yusufu na Benjamini wamezaliwa kwa mama yao mmoja. Mpendo katika Bwana, kitendo hiki Yuda akasimama, ndio hiyo 18 Mwanzo 44 18, akasimama Yuda akasema akamwambia Yusufu, akamwambia nakusi, naomba umwachie Benjamini aondoke. Akaeleza namna gani ambavyo ilikuwepo, kwa nini mpaka tumekuja kuomba chakula. Sisi sisi tulimtoa ndugu yetu, tulimtoa ndugu yetu, tukataka kumuua ndugu yetu, tukafanya hivi na hivi na hivi, tukamuuza, atujui hata ndugu yetu aliko. Akakiri, akaamua kuwapatanisha kile kitendo alichokifanya kile, hakukubali hata kumwacha Benjamini kule bali akukubali hata kuweza kumwacha Benjamini lakini pia, kabila la, la Yuda ni watu ambao wenye huruma. Mpendo katika Bwana, wana tabia ya huruma, ukianza kuanzia wa ambao walikuwa na kibali kikubwa w wakina Yoshafati wakina Ezekia, Daudi, tabia ni hizo hizo. Yuda mwenye tabia hiyo hiyo. Tunakumbuka katika ile Mwanzo 37 ule mstari ukisoma wa 26 na 27. Wakati wanataka kumuua yule, kumuua Yusufu ndugu yao. Yuda yeye ndo aliyesimama akasema, kwa nini tumuue ndugu yetu? Hatuwezi kuficha damu ya ndugu yetu. Akasema basi tumuuze kwa Ishmaeli. Kwa nini tumuue ndugu yetu? Tazama, aliona huruma, hakukubali, ikabidi tu akakubali, akabidi amtetee am, am, am, ndugu yake. Hiyo ni tabia ya Yuda. Wote walikuwa wameridhia kumuua, lakini yeye peke yake alijisikia ule uchungu ndani yake lakini pia mpendo katika Bwana tunamkumbuka hata Daudi katika ile Samueli wa pili, ule, ule wa pili ule mlango wa ishirini na nne ukisoma ule mstari wa kumi na saba. Mpendo katika Bwana stori stori nzuri sana inavutia sana. Ukisoma hiyo stori yote kaanzia mstari wa kwanza uisome, ni baada ya Mungu kumwambia Daudi awahesabu watu, alivyowahesabu watu daudi Daudi akagundua amefanya kosa. Kufanya lile kosa Mungu akawapiga kwa tauni ukiona pale alimpatia masharti matatu sitayaongea siku ya leo, lakini akampatia akawapiga ,aka ,aka ,aka ,aka ,aka watu, watu kwa tauni, watu zaidi ya elfu sabini na tisa wakapigwa kwa tauni. Waliyopigwa wale watu kwa tauni, kile kitendo kikamuumiza kika, kika, Daudi sana akaumia sana Daudi mwisho wa siku Kenda kumwambia Mungu. Mungu, tazama watu hawa wamefanya kosa gani? Tazama, si mimi ambaye nimefanya kosa. Kwa nini unahukumu kondoa, sio kwa hatia? Ni hukumu mimi, mimi ndio nimefanya makosa. Tazama, ni jambo la ajabu. Ni mtu mwenye huruma, anaonea watu wengine huruma, anaonea vitu vingine huruma. Ni tabia ya Yuda. Hata Yesu Kristo akatuonea sisi huruma, kwa kuangaishwa na dhambi, kwa kuangaishwa na shetani, ikabidi aje akubali hata kujitoa kwa ajili yetu sisi. Lakini, lakini pia kabila la Yuda tabia ya tatu ni kabila lenye fadhili, lina fadhili kubwa sana, lipo tayari kujitoa kwa ajili ya wengine. Ukisoma hiyo Mwanzo wa 44 tunamwona Yuda, Yuda anamwambia Yusufu bora yeye akae kiuzuizini ashikiliwe, lakini Benjamini waachie. Tazama, ni upendo wa ajabu sana. Tazama, ni fadhili ya ajabu, yupo tayari kujitoa bila hata kujali jambo lolote. Tunamkumbuka pia na Obedi, Obedi katika ile Ruth, Ruth ambaye alikuwa ni mkoyo na Naomi Obedi katika kabila baada ya Ruth kukataliwa na ndugu wengine, kwa sababu ilikuwa ni ndugu yako akifa, natakiwa mtu mwingine amoe, amoe huyo mwanamke. Lakini walivyokataa kumoa ila Ruth ila Obedi akakubali, akafanya fadhili kubwa namna hii, kumchukua Ruth, kumleta katika ule utukufu na ile tumaini la Ruth kwamba Mungu wake awe Mungu wangu, alipomwambia Naomi kwamba Mungu wako awe Mungu wangu, likawa limetimia jambo hilo. Yesu Kristo ametufanyia fadhili kubwa na ya ajabu, fadhili kubwa namna hii, yeye ambaye aliye Mungu akaacha utukufu, akaja kwetu, kwa ajili yetu sisi, akaamua kuacha hata enzi, akaamua kushuka yeye ambaye Mungu alijifanya kama mwanadamu aje kwetu aweze kutukomboa. Ni upendo, ni fadhili ya ajabu sana. Lakini pia upendo, upendo katika Bwana. Kabila la Yuda lilikuwa na upendo wa ajabu, wa ajabu, wa ajabu sana. Ukiangalia wafalme wake wote, ukiangalia watawala wake wote ambao walikuwa nasimama, ni upendo ambao walikuwa wanaonyesha wa kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya kutetea wengine. Lakini pia kabila la Yuda ni kabila ambalo lilikuwa ni kabila lenye lenye tabia ya kuongoza kuongoza mpendo katika Bwana Kristo Yesu, tunamtazama amezaliwa katika kabila la Yuda, akaja kutuongoza sisi kutoka gizani, kutuleta nuruni, akawa kama ni njia kwetu. Wapendwa katika Bwana, yeye anasema ni njia, kweli na uzima, na mtu hawezi kwenda kwa baba bila kupitia kwake yeye. Akaja kutuongoza katika utukufu wote wa Mungu. Ni upendo wa ajabu tunamuona hata Pelezi, ukisoma katika, ukisoma Pelezi pia ukisoma habari za, za, za Yuda mwenyewe katika ile Mwanzo arobaini na sita utamwona namna gani ambavyo Yuda alisimama, Yakobo wakati anamwambia, anamwambia Yusufu kwamba Yuda atakuongoza. Ni jambo la, la kipekee ambalo liko linatokea katika kabila la Yuda. Kwa hiyo hizi mpendwa katika Bwana ni tabia za kabila la Yuda, lakini pia ni kabila ambalo liko linapenda amani. Wapendwa katika Bwana. Ni kabila lenye amani. Mpendwa kabila la Yuda lina amani nyingi sana katika vitu vyote ambavyo walikuwa wanaviendea, katika njia zote ambazo walikuwa wanaziendea ni njia ambazo walikuwa wanataka kutengeneza amani, amani, amani, amani. Ndio maana Daudi, utaona ufalme wake utanataka amani, amani, amani, amani. Hayupo tayari kumkwaza Mungu kwa ajili ya kutengeneza amani, tunamkumbuka. Lakini pia tunakumbuka story moja katika kitabu cha Waamuzi, habari ya Kimada na Mlawi. Katika ile Waamuzi kumi na tisa ukisoma hiyo habari, au Waamuzi ishirini na moja ukisoma hiyo habari, utaona mahali pale, namna gani ambavyo mambo yalitokea katika kabila la Benjamini, mwisho wa siku waliwapiga wali, wali watu kabila la Benjamini waliwapiga waliwapiga kwa kosa la la la la kutembea na kimada wa Mlawe. wakawapiga wakawapiga wakabakiwa waka wa Benjamini wachache. Lakini mwisho wa siku ikabidi Yuda wa, waoneshe watengeneze amani waweze kuwasababisha wa Benjamini waweze kuzaliana tena. Maana kabila la Benjamini Biblia inasema lilikuwa liko kutoweka. Kwa mpendo katika Bwana. Hizo ni tabia za kabila la Yuda. Kwa nini nimeliongelea jambo hili? Mpendo katika Bwana. Ni kwa sababu nilipokuwa nikimtazama Yesu Kristo nikauliza swali, kwanini Yesu Kristo azaliwe kwenye kabila la Yuda? Kwanini azaliwe kwenye kabila la Yuda? Nikaanza kutazama tabia za kabila la Yuda nikagundua, Mungu huyu ni Mungu wa maagano. Nikakumbuka, aha, kulikuwa na agano katika ile Mwanzo arobaini na tisa ule mstari wa kumi kwamba fimbo enzi haitaondoka mikononi mwako katika kabila ule, atatoka mtu ambaye mataifa watamtii. Ni kweli kabisa, ametoka huyo mtu, mataifa tunamtii sisi. Tazama, tunapata wokovu mkuu namna hii, tunapata neema na kibali namna hii. Aha, basi nikafurahi ndani ya moyo wangu, nikasema kwa kuwa Mungu umewako nifundisha jambo hili, basi nami nitawaambia na watu wengine pia, watu wengine waweze kujifunza jambo hili, wajue kwa nini Yesu Kristo alizaliwa katika kabila la Yuda, kwanza tabia na taratibu za kabila la Yuda, na ahadi ambazo Mungu alikuwa ameiweka juu ya kabila la Yuda, na taratibu zote ambazo Yuda alivyokuwa akienenda, ndivyo hivyo hivyo ambavyo alikuwa akienenda, maana Yakobo wakati anatoa baraka aliona Mungu alimwonyesha Yakobo namna gani ambavyo Yuda anafanya fadhili, ana upendo, ana uaminifu, ana amani, ana vitu vingine, anataka mambo mazuri yaweze kufanyika kwa ndugu zake, kama yanavyotaka kwa kwa mpendo katika Bwana. Hiyo ndiyo jambo ambalo linifanya niweze kuleta habari hii kuhusu kabila la Yuda. Natumaini video hii imekuwa ni baraka kwako. Kama imekuwa ni baraka kwako, usisahau kushare na watu wengine waweze kujifunza, waweze kupata uwezo na kibali kutoka kwa Mungu huyu aliyeumba mbingu na nchi. Neema ya Mungu ikubariki na utakatifu nikutakie siku njema.